Naam, mtazamaji wa Trend TV Bwana Hechi Baba ameendelea kutoa maoni yake kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mitandaoni hususan kuhusiana na sakata zima la Haji Manara kuachana na aliyekuwa mkewe Zailisa. So, huyu H Baba alitoa maoni kwa mara ya kwanza. Kwanza kabisa aliweka aliweka posti na caption ilikuwa ndefu, tukasoma katika video iliyopita, lakini pia vilevile akarekodi video akiwa anaelezea kuhusiana na jinsi ambavyo hao wadada siku hizi walivyokuwa wanapenda umaarufu na maisha mazuri na kuto kujali kutengeneza maisha yani, eh, mapenzi kwa ujumla, so ni kitu ambacho H Baba alikuja kukiweka clear na this time around kuishia hapo, amekuja tena kulizungumzia swala hilo kwa mara nyingine tena. Nataka hapo msikilize Hbaba alichokisema kwa mara ya pili. Mwanamke uh, mwingine, maisha mengine. Zailisa, rudi, Dula, Makabila, maisha endelee, endelee rudi kwa, kwa sababu ulitoka kwa tamaa zako, ulitoka kwa kuamini kwamba unakokwenda unaenda kufanikiwa, na kweli ulifanikiwa na jina mwanamke hakujificha. Mwanaume unatakiwa kuwa hivyo, onyesha upendo kwa mwanamke, ajue kabisa unampenda atimiza. Lakini hiki kinachoendelea ni kwamba mwanamke ulienda kwa sababu ya Haji ana nafasi fulani, acha nikatumia brand ya Haji na mimi niweze kutoboa meshangu yaende na si wewe, ni kikao mnapenda kukaa na wake mkijadiliana kwamba huyu mtu ana nafasi gani na mimi nitaenda pale kwa sababu ya nafasi gani na nifanyeje ili weje fanikiwa mimi nasema mdogo wangu e, eh, Zailisa umefanikiwa kwa hilo, na kila kitu kimeenda vizuri. Haya mengine yanayoendelea ndani ya nyumba ni siri yenu wenyewe, kwa sababu siku zote uongo umekuwa ni mkubwa sana, kusingiziana baada ya watu kuachana. Mtu anaweza katengeneza uongo kumwaminisha Mtanzania, uh, ama shabiki ama mtu yote kwamba yeye ni mwema, mtu mwingine si mwema. Mnataka, nataka niseme kitu kimoja. Hayo ni mapenzi yenu ya ndani. Um, mfanyano wenyewe ndani. Sisi tunataka kujua vitu vingi sana, hayo ni ya kwenu, lakini tunaweza tu kusema tu penzi lina mwanzo na mwisho, na mwisho wake umefika. Rudi kwa Dula Makabila, haji kakangu, mwanamke mwingine endelee. Toa pazia, weka mlango baba, toa pazia, weka mlango baba. So huo ndio ulikuwa ushauri wa Hechi baba kwa Zailisa arudi kwa Dula Makabila ambaye ni eksi wake, na eh, haji yeye aoe mwanamke mwingine, kama kawaida, maisha yaendelee. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section kuhusiana na ushauri huo wa Hechi baba na pia vile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.